Mara nyingi Mungu hutumia mapambano yetu ili kuunda tabia yetu. Mungu anaweza hata kutumia maumivu yetu ili kutuweka katika nafasi ya kupokea baraka au mafanikio. Warumi sura ya 8 mstari wa ishirini na nane unasema nasi, tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Tafsiri ya Amplified inasema nasi tunajua kwa ujasiri mkuu ya kwamba Mungu, ambaye anatujali sana, husababisha mambo yote kufanya kazi pamoja kama mpango, kwa wema wa wale wampendao Mungu, yaani wale walioitwa kwa mpango na kusudi lake. Kwa hivyo tunapaswa kuhimizwa kama watoto wa Mungu, kwa sababu haijalishi mambo ni machungu kiasi gani kwa sasa, haijalishi mambo ni magumu kiasi gani, nyuma ya pazia tunaye Mungu ambaye anapanga mustakabali wetu. Si hivyo tu bali Mungu anaweza na wakati mwingine hufanya hivyo kutumia maumivu tunayopitia maishani ili kutuwezesha kukua na kukomaa kama Wakristo. Anaweza kutumia maumivu tunayopitia ili kufungua macho yetu kwa nguvu na ukuu wake. Anaweza hata kutumia maumivu tunayopitia ili kutuweka katika nafasi ya kupokea baraka au mafanikio. Hicho ndicho ninaamini Warumi kinatufundisha kwa wale wampendao Mungu. Mambo yote hufanya kazi pamoja kwa wema, ikimaanisha kuwa kuna kitu kinachofanya kazi kwa manufaa yangu, kwa manufaa yako, hata kama uko katikati ya hali ngumu. Kwa hivyo kama watoto wa Mungu, tunahitaji mabadiliko ya mtazamo ili tuweze kuona na kuthamini mkono wa Mungu juu ya maisha yetu. Ninawapenda wale vijana watatu wa Kiebrania katika Danieli sura ya tatu, waliotupwa ndani ya tanuri ya moto. Wao ni mfano wa waumini waliobadilisha mtazamo wao, kwa sababu mara nyingi kama tungejua kwamba tunakaribia kutumbukia kwenye shida, kama tungejua tunakaribia kukutana na jaribio gumu, basi maombi yetu yangekuwa kwamba Bwana alizuie, atukomboe na asituruhusu kupita katika jaribio hilo. Tungeomba na kukemea jaribio hilo kali lakini vijana hawa watatu wa Kiebrania hawakufanya hivyo. Walijua matokeo ya vitendo vyao, lakini vilevile vile walijua kwamba wanaye Mungu aliye mkubwa kuliko moto uliokuwa mbele yao. Jibu lao kwa jaribio lililokuwa mbele yao linapatikana katika Danieli sa ambapo walisema, ikiwa ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, e mfalme. Tazama mtazamo wao. Hawakulenga moto, badala yake walimlenga Mungu aliyetoa ahadi kwamba kwa wale wampendao mambo yote hufanya kazi pamoja kwa wema wao. Kwa hivyo ninakuhimiza leo ubadilishe mtazamo wako, lenga Warumi sura ya nane mstari wa ishirini na nane ambao unasema, tena nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Sasa tuombe. Ee Bwana Yesu, naomba kwamba ubadilishe mawazo yangu, uyageuze mawazo yangu, ili kuwe na mabadiliko katika jinsi ninavyofikiri. Nisaidie kuwa na mtazamo uliowekwa juu yako, mtazamo wa milele. Nisaidie kuona matatizo ninayokabiliana nayo kwa mtazamo wa imani, badala ya kila mara kukuomba unikomboe kutoka kwa moto huu. Naomba ubadilishe mtazamo wangu ili maombi yangu yawe kwa ajili ya nguvu zako kudhihirika kupitia jaribio hili kali ninalopitia. Ninapokosa chaguo lingine ila kukabiliana na hali ngumu nilizo nazo moja kwa moja, naomba unisimamie Bwana. Ninakualika usimame nami na nitie nguvu katika imani yangu na imani yangu ili niweze kushikilia mbili wa Korintho nne nane ondoa tisa inayosema twaonewa kila upande, lakini hatupati shaka; twafadhaika, lakini hatukati tamaa; twateswa, lakini hatuachwi; twatupwa chini, lakini hatuangamizwi. Siku zote twachukua ndani ya mwili mauti ya Yesu, ili uzima wake Yesu nao udhihirishwe ndani ya miili yetu. Kwa hivyo natamka kwamba chochote kile, mlima wowote au kikwazo chochote ninachokabiliana nacho hakitanishinda kwa jina la Yesu. Hakitanifikisha katika hali ya kukata tamaa, hakitaniacha nikiwa nimeachwa, hakitaniharibu kwa jina la Yesu. Naomba jina lako Bwana litukuzwe kupitia majaribu yangu yote. Neno lako linanipa nguvu na ujasiri wa kukabiliana na siku zijazo naomba Roho Mtakatifu abadilishe mtazamo wangu kupitia neno la Mungu na nianze kuona matatizo na magumu yangu kupitia Zaburi tisini na moja saba ondoa kumi, inayosema elfu waanguka upande wako na kumi elfu mkono wako wa kuume, lakini hayatakukaribia wewe; ila kwa macho yako utaangalia na kuona malipo ya waovu. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umefanya aliye juu kuwa makao yako. Hapana ubaya utakupata wala tauni haitakaribia hema yako. Nisaidie Roho Mtakatifu ili niweze kusimama juu ya ahadi hii, ili niweze kuiamini ahadi hii hata mambo yanapokuwa magumu. Hakuna uovu, hakuna giza litakalonikurubia kwa sababu yeye aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule aliye ulimwenguni. Ninaomba na kutamka kwa jina la Yesu Kristo kwamba sitalemazwa na matatizo yangu. Sitaachwa katika hali ya udhaifu kwa kile ninachokabiliana nacho. Nakataa kuruhusu roho ya hofu ichafue mtazamo wangu. Nakataa kuathiriwa na hofu kwa jina la Yesu. Nakualika Bwana Yesu, uingie moyoni mwangu, badilisha mtazamo wangu ili nipate kuona kwamba Warumi saweli na mambo yote hufanya kazi pamoja kwa wale wanaomwamini Bwana. Roho Mtakatifu na anisaidie kuona nguvu za Mungu katika kila hali na anisaidie kuona neema ya Mungu Mungu upendo wa Mungu, katika kila kikwazo. Ninalibariki jina lako kwa kusikiliza ombi hili Bwana. Wewe ndiwe mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, nami nakutwika mizigo yangu yote mahangaiko yangu yote kwako, Bwana. Endelea kunisaidia kuweka macho yangu kwako, wewe usinziaye wala hulali. Katika jina la Yesu, ninaomba, Amina. Tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Ikiwa ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, e mfalme. Twaonewa kila upande, lakini hatupati shaka; twafadhaika, lakini hatukati tamaa; twateswa, lakini hatuachwi; twatupwa chini, lakini hatuangamizwi. Elfu waanguka upande wako, na kumi elfu mkono wako wa kuume, lakini hayatakukaribia wewe. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umefanya aliye juu kuwa makao yako, hapana ubaya utakupata wala tauni haitakaribia hema yako. Na hivyo ndivyo Mungu hutumia changamoto zetu kutujenga na kutufundisha kumtegemea zaidi. Hata katikati ya majaribu tunaweza kushikilia imani yetu tukijua kuwa Mungu anafanya mambo yote kutufanikisha. Kumbuka, hakuna hali ngumu inayoweza kutushinda kwa sababu Mungu yupo nasi. Ikiwa umebarikiwa na ujumbe huu, tafadhali subscribe kwenye channel yetu, like video hii na comment, ili tushiriki mawazo pamoja. Usisahau kuwasha kengele ya taarifa ili upate mafunzo zaidi kama haya. Tunakushukuru kwa kuwa nasi, tuonane kwenye video ijayo. Shalom.